Wema. Mimi niko njema kama navyoniona na, kuwa, kuwa, kuwa na Wema msimu. Ah ha, sisi hakuna jambo ambalo linafanywa Wema afu ukaacha kumhusisha mwanayanga, kwa hiyo sisi wanayanga ndio tunafanya mambo mema sana. <laughs> Lazima tu relax brother kwa sababu timu inafanya vizuri, eh, inakupa kile kitu unachokihitaji ya nini uteseki? Juzi usiku niliona ulali yani yaani kila ikienda kila sehemu inafungwa inagawa utamu zani, zani, zani, zani, zani. Ha, uchumi hela njaa mbaya njaa mbaya blaza, katika maisha yako wewe, kama unapambana pambano pambanavyo pambana, pambana, pambana, pambana, pambana, pambana, jitahidi sana kuikwepa njaa, njaa ni mbaya njaa. Wewe unafikiri Simba ana wachezaji mm -hmm? Wale wachezaji wakitoka Simba wakija Yanga wanacheza vizuri tu. Mmemwona Mohamed Hussein alivyokuwa Simba, watu walimpa kila majina, walimuita hadi kibabu. Sasa hivi ndio hensam wa wabongo. Uongo kweli, anakiwasha. Yaani uwanjani anakuofa, ukija kwenye mwonekano anakuonekana ndio hensam. Mchezaji hensam ni Mohamed Hussein. Umenielewa? lakini alivyokuwa upande wa pili, kibabu siyu, kimgagi siu, nini we, majina yote kwanza kule unacheza unakuwa na stress eh? Kama ujaacha hii nyumbani, unafikiri mke wako atakuelewa? Ah, wewe acha mambo yako, hii ndio kila kitu Simba, sio. Wanapo feli ni wapi? Simba wanapo feli ni hela. Simba wangekuwa na hela, mbona kipindi kile? Ngoja kwanza niwaambie jambo moja, mchukue Luis Mixon na, na Luis Mixon pamoja na nani? Luis Mixon mchukue na mpanzo tu Umenielewa wewe? Luis Mixon na Mpanzo, unaona yupi bora blaza? Mpanzo angekuwa kipindi cha Luis Mixon, wangekuwa namuona hata Messi wa Bongo, ila kwa kuwa Mpanzo anapita katika wakati mgumu, hela hamna, akipata majeraha anatibiwa na Yanga. Kwani mimi nadanganya? Sasa wewe unafikiria nini? haya na nini? Leo mahema mwenyewe anacheza, anabutuabutua mpira, anapiga hesabu, nikipata majeruhi Mamelodi inatakiwa nitibu. Mchezo bora sana, mchezo wa viwango, mchezo wenye hadhi ya kimataifa. Mmenielewa? Kundi la kifo limegeuka kuwa kundi jepesi, alafu kundi jepesi limegeuka kuwa kundi la kifo. Niliwaambia mapema sana, shida ya Simba ni kiburi. Hawakujua nini tunasema. Watu wa Yanga ni watu wa mpira Kabla hatujaongea tunafanya research. Tunakuwa na data, no data no say, s wataalamu wanasema no data no. Simba anakurupuka, wanashangilia tu. Haya sasa, alichokuwa nashangilia ndio hicho. Sasa hivi anaanza kufaluana ni ubora na financial muscles, bilioni mia bilioni thamani yake ikuchezee mpira kama wa Simba tuna tunapeana tabu. Kumbe kinachoiponza Simba ni thamani yao, thamani hamna hey, sifuri. Msimu ukianza Simba inakuwa na furaha sana kwenye usajili na kwenye Simba Day. Ifika katikati ya msimu mangungu atumtaki. Ah, unajua kuna kitu kimoja mimi niwapongeze uongozi wa Simba, unajua kwenda na wakati na mashabiki wao, kwamba msimu ukianza Yanga anakuwa yuko piki hatuwezi kukimbizana nao. Namna ya kuwapoteza hawa mashabiki na kuwafurahisha ni wakati wa, wa, wa usajili. Ndio maana wanavyosajiliwa wachezaji pale wanapewa kila aina ya majina, uongo kweli, mpaka unaweza ukasema Simba imeenda kumsajili Messi, imeenda kumsajili Palma salisema. so, haya waambie sasa hivi Palma yuko wapi? Kasedo alisema kuna kiungo anakuja hapo, uwezo wa Kasedo anakuja, waulize yuko wapi sasa hivi, msimu umeanza. Umenielewa? Yule matatu Simba ni weu, umenielewa? Simba ni weu yule matatu, mwenye anajiuliza kapataje kazi Simba au tatizo ni nyota? Umenielewa? Yule matatu, mimi nimefanya naye kazi ya udalali Mbeya. Yale matatu yale ni lamani za viwanja vya Isese na Blokoti hadi Ilomba, viwanja viko mle, tena kwa siku ya mita sasa hivi kama unahitaji kiwanja Mbeya, mwambie nani Pantevu. Wewe anahitaji kiwanja Mbeya, anakuambia sehemu gani, anakuangalizia tu hapo. Hivi akifunua hivi, aya, akiona Isiese kimebaki kuna viwanja viwili vimebaki, ramani za viwanja Simba akashangilia uongo kweli, sijui nanini. Ukitaka ujue kilimo cha parachichi kinaendaje, muulize Mnani Pantev. Kila kitu lamani zote ziko mle, mi wateja wangapi nimempelekea Pantev na tumepiga hela Chembe. uwezo wa wachezaji wa Simba kama unashuka hivi, kinashuka ni kweli, wewe nani, dalali anaenda kuongoza kina mpanzi. Dalali anaenda kuongoza kina mpanzi, kina maema nani yule? Abraham Morris Yakubu ametoka JKT yuko piki mpaka tunaona kwamba mbadala wa Manula huyu hapa, uongo kweli? Mwenyewe nikaanza kusema la diara kwa, kwa Yakubu ajishikilie. Kudadadeki kaenda pale kwanza, kakutana na mbungi nzito shidao. Nimeshasema ni njaa njaa, blaza We leo hii unakuja utafuta habari kama hii, habari unayotafuta ikulipi, utaendelea kupambana eh? Unapambania kitu kinachokufanyaje, kinachokulipa? Leo hii unavyomwambia mpanzo ajitume, jitume maema jitume, Abraham Morris ajitume, ajitume. We unampambania vipi? Ndoa yake unailinda vipi, nyumbani wazazi wake una, una wasevu vipi? Sasa ukiangalia changamoto, yani akimaliza mchezo akienda kushika simu, meseji lundo zima. Sina hela, umeme umeme umekata. Sasa wewe ngoja nikuambie, ulisikia wapi mchezaji anatoka kwenye media kwamba mimi nadai? Hakuna taasisi ya hivyo mimi na chati na wale wachezaji bwana, niambia Uchebe mwanangu, kama na chochote kitu mwanzia nasafiri. Kuma kuma na nasafiri niungie familia ipataje nao. Vizuri nani, ngoja nikuambie kitu kimoja alafu, najua nyi waandishi ni wazembe wa kutafuta habari. Hivi mnajua kwa nini ule mchezo uliwekwa Jumapili? Simba. Eh. Ratiba za kafu. Ndio maana nakuuliza. Kwa nini kika... kile kikao chao kilikuwa Jumapili? Kikao cha Simba. Eh. Si kilikuwa kimepangwa kabla ya ratiba ya kafu. Ndio maana nakwambia. So kabla ya ratiba ya kafu. Ratiba ya kafu ilitangulia kuliko ile tarehe ya kikao. Ka wenyewe wakaamua ile kikao siku ile ile. Ipo hivi. Simba ile kwenye ile taarifa ya, ya ya nani? ya mapato na matumizi. Mmenielewa? Walikuwa maiboronga, kuna madudu mengi. Walijua game ya kwanza wanavyocheza na Petro, wanashinda. Kama tukishinda ile game tukipangia hiyo siku ya tarehe thelathini, wakati tuna mchezo, watu wanakuwa na furaha na anaamu ya kwenda kuona nini timu yao nini nakifanya ile attention ya, ya mkutano inakuwa. <laughs> Wamepigwa tarehe ya mkutano ipo, watu wameshajiandaa, wakaenda wakaona, kila wakilikoroga huku, wakilikoroga huku, kama watu wanataka wanamfesi mangungu, kila huku na huku, wanamfesi mangungu mangungu. Akajiongeza, si yule mtu wa IQ kubwa, akaambia, subirini, pigeni maombi tuombee timu yetu, wako watu kwenye maombi. Ule ndio ujasiri mwanaume, natakiwa uwe hivyo eh. Kinachoangusha si mashabiki wenyewe wajitambui, wa ujaambiwa juzi wana matatizo ya afya akili. Ah, Simba hajawahi kuwa na mkutano kile ndi kikao yani, mimi nikwambie jambo moja. Mimi na familia yangu yani kila mwezi wa kumi na mbili tunakusanyika familia nzima kwenda kujadili bwana. elfu mbili ishirini na nne au ishirini na tano inaisha, naanza kuulizwa, Uchebe umefanya nini cha msingi? Mdogo wangu naye anaulizwa, fulani anaulizwa, msimu huu umeingiza shingapi? Umenielewa? Yaani taratibu kila kitu kinakuwa in form of data si so, umenielewa yeah? Yaani mpaka unavyomaliza unajua kabisa mimi mwaka huu nimezurura. Mzurulaji mwenzangu wametaja mafanikio yao pale na Simba kwamba msimu juzi walishia nafasi ya tatu, msimu jana wameishia nafasi ya pili. Kushika nafasi ya pili na ya tatu yote ni mafanikio yetu, wamujibu wa Simba wao wamefanikiwa ila Yanga angeniambia upuuzi huo Yanga, yani asija akathubutu, injinia, siku moja aseme Yanga ameshika nafasi ya pili mafanikio, siku hiyo hiyo anatimuliwa. Huwezi ukaongoza watu wa namna hiyo na watu mle. Nikaona wa, wa, wa. Ndio maana niliona mle ndani kuna popo fulani zilinyanyuka, yeti zinasema sisi tunataka kuifunga yanga <laughs> ndomafanikio yani, wanayataka wao. Yaani Simba wakimfunga Yanga siku wakimfunga Yanga Simba Simba siku wakimfunga Yanga kaliako kwanza, tunakuwa tu, tuji wana harakati wa kaliako tunakuwa tuji. Yani, yani, Yanga sasa hivi tuna focus kubeba kombe la CAF. Tukibeba kombe la CAF, Mungu atujalie tuwe na ubora imara zaidi tukashindane tuka na Chelsea aliyebeba nini kombe la vilabu la dunia? Yani Yanga unaishindanisha na Chelsea saa hizi? Sisi na kupitia PACI TV nazungumza leo hii, Yanga hii unayoiona ipe miaka hii miaka hii mitatu, nipe miaka hii, mtachagua nyinyi timu yoyote kutoka England iji cheze na Yanga kama kuna kibali kinaruhusu kwenda kushiriki UEFA, Yanga tuende misimu hii, misimu hii, mimi nasema hivi, misimu hii mitatu, kama kuna kibali kitaruhusu timu za Afrika kushiriki UEFA, Yanga tuende. Kama ndio hivyo, basi tutarajie quality hiyo. Naweza kuwapa ubingwa wa Afrika msimu, nasema hivi kwanza huu moto mnaosifia sasa hivi wa Yanga kwamba kwa sababu tumempasua mwa esfarabati hapa, tumeenda kutoa sare na, na, na, na js kabilii oya. Kwanza hapa hata asilimia ishirini na tano kocha anakuambia bado, bado. Yani busta hazijafungwa, yani busta pale hazijafungwa. Hebu imagine ifungwe busta pale wana Simba wanasema ubora wenu unachangia sana na timu yao kwamba ilifanya vizuri nyiye mka, mkafanya kuwa inspired you nao know. Goja niwaambie mafanikio kwanza, Simba hajawahi kuwa na mafanikio yoyote ya kumtisha Yanga finali tano, sita. Ndo yale mimi nachokataga siku zote, yaani mimi nianze kumsifia baba yangu kwa sababu kila siku tuk tunakula ugali maharage, ugali mboga, mboga siku tunakula ugali kwa mchuzi wa nyama, ni mwanze kumpigia makofi baba? Inawezekana sio mafanikio, ni hatua? Mwehu huyo baba wako, mwehu, mwehu. Robo fainali ngapi unasema? Yaani wewe ngoja kwanza, sita kama robo fainali sita unacheza, wanakwambia kutenda kosa si kosa, kurudia kosa Yaani, unafanya makosa mara sita, nikupigia makofu, nikwambia Simba anafanya vizuri? nimekuwa mbanapua mi nani? Sikiliza, ngoja nikwambia jambo moja. Yanga sisi tumekosa kombe kwa fijisu, wanasema kanuni, kombe la shirikisho na mpasua bingwa, anayechukua kombe bingwa kwake, hadi rais wa FIFA anaingilia anakuambia, hizo kanuni za kiunyonyaji anakuwaje bingwa goli mbili anayekosa kombe goli mbili? Hiyo mnaona iko sawa? Pale pale na kanuni zinabadilika kwamba wa klabu bingwa klabu bingwa shirikisho shirikisho, uongo kweli. Simba anakuja kombe liko nyumbani, hata kusema jamani, hili kombe hata tuibe, kama ni dharau zije tu, hata tutukanwe vipi, cha msingi kombe tunalo. Kihistoria, kuna mzee tunamheshimu mpaka kesho, Magufuli alikuja kutuonyesha, yule aliyerusha ndege kutoka Uganda. Sio leo, Tanzania tusingekuwa na shirika la ndege. Kwa nini tunamkumbuka yule mzee? Alifanya kitu cha ujasiri. Simba kombe liko Zanzibar, wanashangilia kombe la Kisugu. Yani wale ndio vichao wale, mimi nilishangaa kweli, ama Kisugu angeenda kupita na kombe lenyewe Kombe limekuja, unajua kabisa Tanzania tuna kombe hili. Unaambiwa historia tisini na tatu walicheza, hata kama alikuwa kama kombe ile, kama lile wamerudia tena kweli. Wanasema ng'ombe wa maskini hazaikiza. Chebe, kwa kumalizia, unaiona wapi Young Africans msimu huu? Afu tukimaliza utamaliza na Simba, unaiona wapi msimu huu? Hata robo finali hiyo hapo tunaikaribia? Simba unamwona akifuzu na Young Africans je? Yanga mimi naiona kwamba so kufuzu tu kwenda robo fainali, Yanga inafuzu kwenda robo fainali, itaenda nusu na itacheza fainali. Na tukifika fainali msimu huu, naambieni waandishi na wachambuzi waliokuwa na ibeza Yanga, watafuta sehemu ya kuficha sura zao. Hii lazima tukubaliane. Yanga tukifika fainali msimu huu wale wachambuzi na waandishi wa michongo, tafuteni kwa kuficha sura zenu. Ilo kombe tunalileta, hatuwezi kufanya ujinga wa 2023 kuliacha kombe walibebe kirahisi wenyetu. Hili kombe tunalileta tena, ndio kubwa kuliko mashin kwenye mashindano haya tunalileta, awe piramidi awe national hali. Wewe unayemuogopa wewe, tuambieni, tutakutana naye hao piramidi tumewalea sisi, hao piramidi tumewafundisha sisi football, tumewapa na mchezaji Tume na hela hajamalizia kulipa uh, huu hizi piramidi? Piramidi hatutishi na tuogopeshi, tunaenda kumpokonya sisi ubingwa.